Yuba iliwapa nafasi Azam FC katika mchezo wa kwanza ambao walishinda mabao mawili kwa sifuri kikiwa na mabadiliko matatu kutoka kile ambacho kimeshinda mchezo dhidi ya Mbeya City, mechi ya kwanza ya ligi kuu. Lakini kwa upande wa El Merreikh Bentiu, kitazama kikosi chao kwa asilimia kubwa ni walewale wale ambao walicheza nyumbani, badiliko likiwa ni Joseph Mako kingia ndani alisema anaifahamu vyema kabisa Dar es Salaam, anawafahamu Azam FC, anayo nafasi ya kwenda kupindua matokeo. Mechi ikiwa tayari imekwishaanza anza mechi ya mkondo wa pili, wakati ambapo Faisal Salum anakwenda kupiga kona, jaribu kuchonga kona kwenye nafasi potin, ni mpira ambao unakwenda nje. Sadio Kanute kwenda juu, alitazama akuichonga ile kona wakati Putin alimkimbia Malok na kwenda juu Tevo, mpira aliyopiga umekuwa off target. Faisal chonganisho ile mpira ndani, anaika Yoro Yoro Mamadou Diaby, bonge la beki Yoro aliutazama ile mpira liokuwa anakuja anakwenda kukandamiza kichwa kile, anakwenda kuzamisha jahazi kwa El Merreikh, na aggregate inakuwa tatu bila kwa sasa. Mpira ambao ulipuka na alitoka mbali, akiutazama wapi ulipotoka. Yoro Mamadu free header, mpira ambao unapita katikati ya miguu ya Mina na mlango Abu Zaid, anategewa Sadio Kanute kwenye nafasi amepita Nathan Chirambo, anampunguza mtu Chirambo. Ana, inaekwa pasi nyingine, nani kinashindwa kufanya kitu. Pasco Msindo anapotezwa mpira kwa Jefte, ambiwa amecheza foul. Pasco Gaudens Msindo, mwamuzi amemwona, wakati ambao Pasco Msindo akienda kucheza foul. Naam, tazama alivyofanywa vibaya Malok. Pasco Gaudens, pasi mpitisha kwa Jefte Kitambala jft ameucheza na mlango, inakuwa kona. Alitengewa ule mpira mshambuliaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo kwa pasa kupenyeza ile, lakini ilikuwa ni near post na imposibengo kwa upande wake kuweza kufunga. Kipa kaifanya kazi ya ziada. Ametangulizwa pasi kwenda kwa Feisal Salum, Faisal mpira aabatiza ule sopu Faisal, tena Faisal anacheza popuki, inakuwa kona ikamkuta Faisal lakini hii tena Faisal alipiga kile po puki, naodha alihakikisha mpira upiti. Ule mpira wa pili uliomkuta Faisal kwenye nafasi akaucheza tena naodha kikosi ki po puki wa El Merreikh Bentiu, watatu kwa watatu Azam amwongezeka kuwa wanne. Abdul Suleiman anamtengea Faisal, anaucheza mlinda mlango tena anakamata. Faisal kwenye nafasi nyingine, lakini anakataliwa na na mlinda mlango Abu Zaidi, jaribu kukumbatiza mpira Sadi wa kanuti anaweka presha, anaondoka sasa Azam FC, si Jefte Kitambala Kitambala Jefte kwa kugusa mpira mbao unagusa ule Jefte Kitambala bola aliondoka katikati ikujaribu kwenda kuitafuta njia kwa anaondoka kwenye kupiga uelekea ni nje, kionekana kuwa ni off target. Kwa kitazama namna gani ambapo anaweza akaongeza bao la pili, mpira ambayo aliupiga na kwenda nje, Jeff Kitambala. Hii nafasi nyingine kwa Faisal Salum ambaye alitengewa na Abdul Suleiman akafanya kazi ya ziada Abu Zaidi kuweza kucheza. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, huku wakiweka utofauti Yoro Mamadou Diaby kwa bao alilofunga dakika ya 18 ya mchezo. On aggregate Azam FC wanakuwa mbele zaidi mabao matatu kwa sifuri, wakiwa mbele kwa bao moja ulilofungwa na mlinzi wa kati dakika ya 18 Yoro Diaby, mchezo ambao tayari umekwishaanza anza Shake. ain anapambana kina napewa faida nachonganisho ule mpira ndani kwenda kuweka ule Mendoza, anapewa tena Faisal! Faisal! Magonga mwamba mpira ambao nakwenda nje Faisal Salum Fetoto Abdallah, kwa kwenye nafasi nyingine Yesen, lakini nashindikana ile Mendoza aliutoa alichagua kwenda kuzungusha aliutoaialichagua mwenyewe mbao unagonga mwamba nakwena nje, off target. Salio Kanute anategewa, Jeft, Jeft, off target tena, nakugusa lepira mbao nakwena nje, jaribu kukata mpira mbao mekatika nakwenda nje. Bado mpira huko kwake pitisha through ball kwa Sadio Kanute. Sadio kwenye njia tena inasetiwa kwa Barakat. Off target nyingine kwa Azam FC alikuwa na nafasi hiyo, Jeff Teriata kwenye njia lakini Barakat mid. Anapewa boli Mandela Lujang umepotea. Haya, Pasco Msindo. Pasco Pasko Msindo cheza mimi na mlango mpira ambao anawahi, amejihusisha na mpira akiwa katika eneo la kuotea Faisal. Jaribu kwa mguu wake wa kulia, mguu wa kupandia kitandani ule. Pasko Msindo support, mguu wake wa nguvu wa kushoto, kuwahiwa Nassor Saadun. Nassor Saadun na sopu kisigino, Kanute Saadun. Nassor Saadun apitisha pasi kwa Sadio Kanute akicheza ule mlinzi po puki nafasi hiyo ya Saliu Kanute, pasa kisigino kwanza lakini pasa kupenyeza ya Saadun kwa Kanute, alipoteza hiyo nafasi. Lusajo Mwaikenda ametanguliza mpira kwa Abdul Suleiman sopu naingizwa pasi ndani kwenye nafasi Saadun. Fanya jitihada zaidi za kwenda za kuucheza ile mpira, wakati ambayo anakwenda kugongana na mwamba. Nassor Saadun akujiuliza acheze vipi pale. Sopu aliiweka tu kwenye njia pocha. Nassor Saadun alikuwa kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi na kuandika bao la pili. Full time. KMKM dhidi ya Azam FC katika hatua ya pili ya michuano ya Kombe la Shirikisho Afrika. Yoro Diaby kwa kichwa aliyotanguliza dakika ya 18, Azam FC. Na mambo lilidumu kwa kipindi cha kwanza. Kutoka uwanja wa toka wanjo Azam Complex Chamazi, ni full time, Azam FC mbili, El Merreikh Bentiu sifuri. Jina langu ni Ayubu Hinjo, mpaka wakati mwingine.